Ndugu washiriki, sote tunafahamu jukumu letu la msingi kama jeshi la polisi ni nini? Ni kulinda maisha ya watu na mali zao. Lakini ili tuweze kukamilisha jukumu hili, lazima tuwe na mahusiano mazuri na wananchi, si ndio? kwa sababu huyu mtu ambaye tunategemea tulinde mali yake, naye lazima tuwe tuna mahusiano ambayo, nani wa kuyajenga mahusiano? Ni sisi wenyewe Amani hiyo inaweza kuwafikia kwa njia mbalimbali tu. Tunafahamu tunawafikiaje? Tuna wananchi katika mikutano ya hadhara, katika mikusanyiko mbalimbali na kututana na makundi mbalimbali, lakini lengo kubwa likiwa ndio hilo la kurejesha nini? Amani. Ndugu washiriki, kwa mafunzo haya ya siku ya leo, swala la kubaini na kuzuia uhalifu si swala la jeshi la polisi peke yake vile vile jamii ina wajibu nao wa kushiriki. Naomba ni nukuu maneno machache kutoka kanuni ya tisa za mwasisi wa jeshi la polisi ambaye ni Mwingereza, tulimfahamu Robert Peel, alizungumza maneno yafuatayo, naomba ni nukuu, jeshi la polisi muda wote litalazimika kuhudumia, kudumisha uhusiano na umma uhusiano mzuri unatoa ukweli wa utamaduni wa kihistoria kwamba polisi ni watu miongoni mwa umma wanaolipo kwa kutoa huduma kwa kutoa na kudumi, kutumia muda wao wote kwenye utendaji wa shughuli za kipolisi, ambapo ingelazimu kila mwananchi aitende kwa masilahi ya umma. Ushirikishwaji wa jamii katika shughuli za kipolisi maana yake ni kuwahusisha wananchi na wenyewe katika shughuli hizo makundi yote wa kupanga kwa pamoja kufanya maamuzi ya mambo yanayohusu hususani mambo yahusuyo usalama wote kwa pamoja. Ni vyema wananchi wakaelewa kuwa polisi wa kwanza ni mwananchi mwenyewe na si askari polisi kama mwonekano wa askari unaoonekana, kwani hata askari polisi ni mwananchi miongoni mwa wananchi, ingawa yeye amepata mafunzo. Ieleweke kuwa siri ya mafanikio ya mpango wa ushirikishwaji jamii ni kuhamasisha wananchi kushirikiana na Jeshi la Polisi kwa ridhaa yao wenyewe. Mpango wa ushirikishwaji wa jamii unakwenda sambamba na utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali, kupitia miradi hiyo inaweza kutufanya sasa tukaweza kuwafikia wananchi kwa urahisi. Sasa baada ya kusema hayo machache tamtu kwamba hayo mafunzo yetu ya siku moja ya kujengeana uwezo Polisi Jamii wa mikoa na wilaya nimeyafungua rasmi na hii ni kwa ajili ya kanda namba saba.